That's too much. Sasa sijui watasaidiwa je. Wewe ungekuwa mimi ungefanya nini? Just tell me, just say something. Eh? Yeah. Wange ungefanya nini? Class teacher ndiye ameniambia reference, reference, reference ya class teacher. Eh? Eh, tu tuseme tu milango hiyo inafungwa, wale wakulala walale. Unajua ukilala itabidi I go through. Niwe ninazunguka after every every lakini, naweza fanya hii. Ni wiki yangu si nimeacha mambo ya kuamsha, nikiamka najifungia kwa ofisi. Nifanye tu hii wiki, niseme milango ifungwe, niseme prefects waamshe wa watu, hii wiki tu niwaamshe, si wiki yangu itaisha Sunday? After that nijifungie kwa ofisi. <laughs> even better. Wow, even better, sikuwa nimefikiria hiyo kitu, sikuwa nimefikiria hiyo kitu. Hiyo kitu ni mzuri, tunaenda hivyo kuanza kesho, head boy na Edgar hebonealko hapa. God mbona sikia vizuri? Tukifanya meeting leo jioni, mnikumbushe hiyo point. Kutoka kesho tunafunga kwanza, mkajua vile form 2 wanalala na la 3 kwanza 2 sinajua, alafu before nishike ni mlango hivi, wote washasikia wanaamka wote wanalala ati nitakutuma hata hata uki, ukiangalia kwa dirisha kuna wale wako kwa, kwa wall kuna wengi wanakaa kama wili anakaa kwa lazima alale wili, lazima yaani, i know people lazima wa, unajua vile nilikuwa nafanya nikiamka nikienda around. By the time, round ishakuja amepiga ile ya 5, si ndio? na ameenda sasa, nikipiga ya 3 ishaisha na yuko hapo ameshaambia kila mtu, unajua mtu hata akiosha hapa unasikia, unaogopa akija, ujui ujui. <laughs> Sasa hakuna hiyo hiyo hiyo, kazi si ya mtu, ina need a lot of kila kitu. Inanidingi watu wa corporate, watu wengi ainidingi mtu mmoja. Vitu zingine ni sawa, lakini hawa wanalala hao pia. <laughs> Kwanza before ni realize week one, unajua sikuamsha mtu week two walikuwa wanakuja na na na nini na bed sheet wote. Nikamwambia class teacher, niliwazomea, niliwazomea, they nailed for 40 minutes hivi. Nikamuuliza, kwa nani mnakuja na yani bed sheet? Na najua wazazi wenu mali wanatoa pesa. Jesus! They nailed, uh, siku wakuhurumia siku. I was rude, niliwaambia, nailed down all of you. Ule aliona bed sheet na kuniambia, na ule mwenye bed sheet Imagine wanatoka na beshi tuko wanakuja kulala tena. Wow. <laughs>